Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen. Tunaingia kwenye mdahalo wetu wa Ukumbi, ambapo hii leo tunazungumzia masuala ya idara ya polisi, utendakazi wa idara ya polisi, na tumekuuliza hii leo: je, unataka idara ya polisi ya aina gani? Ndio swali letu la leo. Nambari ya rafa ni mbili mbili nne mbili mbili, au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli ukumbi. Na hapa stuoni tuko na wageni ambao wataweza kutusaidia kuelewa zaidi yale ambayo yanatarajiwa na Wakenya, yale ambayo tunazidi kuyashuhudia haswa Kufuatia kifo cha Albert Ojwang, mwalimu na mwanablogu ambaye alikamatwa kutoka nyumbani kwao akaletwa hadi Nairobi na kufariki mikononi mwa polisi. Wageni wetu hii leo ni Meshak Masiza ambaye anatoka kwa bunge la Wazalendo, tuko naye Kawive Bambua ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Inuka Kenya ni sisi, tuko naye Eric Mukoya ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ICJ tuko naye Omwansa M Omwansa ambaye ni mwanafunzi wa sheria kutoka MKU na Lawrence Oyugi ambaye pia anatoka kwenye bunge la wananchi, e, bunge la wananchi, na bila shaka ni taarifa ambayo inazidi kuibua hisia mbalimbali mbali, na muda mfupi uliopita, aliyekuwa aliyekuwa jaji mkuu uh, David Maraga alikuwa ametoa taarifa kwa wanahabari kuhusiana na matarajio uh, kuhusu idara ya polisi. Hebu tumsikize, uh,

authority is legally supported by Article 37 of the Constitution. We stand with the other Kenyans in this liberation and demand that the leadership of the National Police Service and all, uh, those implicated take responsibility for their actions. Towards this end, I want to out outline

Okay. Okay. I'm just going to take take two quick questions so that at least we don't take too much time. Labda swali tu wewe kwa Kiswahili wewe kama ulikuwa mwenyekiti wa jopo ambalo lililenga kuleta mageuzi katika idara ya polisi. Mm. Hii inamaanisha nini kwako? Labda unaona kama kuna jinsi labda report yako kwa kiwango fulani kimenajisiwa in court na labda kisheria, rais yule mtu kwa sasa ana jukumu gani katika swala hili, kwa sababu tunajua ni kazi ya National Police Service labda kwa hatua kisheria. Nilikuwa mwenyekiti wa, wa chopo ya kwa ya, ya, ya, ya, polisi and uh, tulifanya kazi mzuri, tulifanya kazi mzuri tulienda around the country we, polisi wenyewe watu wakatuelezea yale ambao wa, wa, wa hawaoni awa, inaenda vizuri na tukayaandika. Kwa hiyo hiyo hiyo hiyo report wameanza kutekeleza pati ya hiyo, lakini iko mengine bado hawajaanza kutekeleza, na hiyo ndio tunasema lazima <coughs> Action iwe taken wale we we, we ambao wanajihusisha, wakati mtu ameshikwa iko kwa, wanampiga yetu, uchukuliwa kwa ripoti kwa kulingana na sheria, and kwa sababu hiyo haifanyikani, ndio sababu sasa tuna demand that ifanywe, sababu polisi wenyewe wamekataa kufanya hiyo right now in this matter.

Naam, ni aliyekuwa jaji mkuu David Maraga akiwa anatoa hotuba yake hapo kwa wanahabari kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang pamoja na matarajio ambayo yuko nayo pamoja na wakini, wakenya wengi wako nayo kuhusiana a, na kisa hicho, na hapa studioni tuko na wageni ambaye ndi kuharifu awali kwamba wataweza kutusaidia ili kuweza kuelewa zaidi kuhusu mdahalo wetu wa hii leo. Uh, na nilikuwa nimekuarifu wageni hawa ni kina nani. Kwa hivyo tutaanza moja kwa moja na hawa wageni wetu nam, tuanze, tu, tuanze uh, moja kwa moja na Eric Mukoya ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ICJ. Uh, Eric kwanza kabisa hiki kisa cha Ojuang kinatoa taswira gani kuhusiana na idara ya polisi jinsi ilivyo? Asante Masharema kwa swali lako. Kabla sijajibu, ningependa kutoa na muktadha kidogo mm -hmm. ili kuelewa polisi ama kitengo cha usalama kinafanya kazi kwa mazingira yapi. mm -hmm. Jambo la kwanza tupate kutambua kwamba polisi wamebuniwa na sheria Ukiangalia katiba, kipengele cha 244 imebuni kitengo cha polisi na ikapeana majukumu ya polisi. Mm -hmm. Na jukumu la kwanza linasema, katika utendakazi wa polisi lazima iangazie haki na huru za binadamu. Jambo la pili, lazima wajenge wa uhusiano na jamii. Lakini eh, kipengele cha hakiwezi fanya kazi bila kuangazia kipengele cha kwanza cha katiba ambacho kinasema nguvu na utawala wa Kenya iko katika wa Kenya. Basi polisi lazima wapate kutambua kwamba wanafanya kazi kwa nguvu za mgao mm -hmm, tumewagawia kutoka kwa wananchi na hivyo basi ni jukumu lao kufuata sheria no. jambo la tatu polisi lazima wafuate kanuni za uongozi na utawala mm -hmm, kwa vile eh, ni chombo ambacho kinapeana usalama wa watu na mali mm -hmm. Ukiangalia kipengele cha kumi cha katiba Kinafaa kwamba polisi kitengo hicho kiangazie jambo hilo. mm -hmm. Tukija kwa jambo la Ojwang, kuna mambo mengi ambayo nafaa kuzungumzia. Kuna utendakazi wa polisi ambao una utaratibu wake. Swali ni je, utaratibu ulifuatwa? mm -hmm. Itakuwaje kwa mfano mtu amekamatwa akiwa Homa Bay akasafirishwa kilomita mia tatu hamsini na zaidi kuja Nairobi, mm -hmm. katika utaratibu gani? Jambo la kwanza. Jambo la pili, alipokamatwa kule Homa Bay. Habari ambayo iko katika jamii ni kwamba alikuwa anapelekwa kituo cha Mawego. mm -hmm. Je, kuna rekodi ya kuonyesha kwamba aliwekwa Mawego na ambao wale ambao walimkamata wali, wali, wali wameandika taarifa yoyote? mm -hmm. Jambo lingine ambalo polisi wanafaa kutambua ni kwamba wakati huu tuko katika hali ambapo watu wamehabarika. mm -hmm. Kuna mitandao ya aina mbalimbali, habari ipo wedha ni uvumi ama ni ukweli, lakini habari ipo na ndio sababu jambo la Ojwang kwa lilishika kasi kwa haraka. So tunafaa tujiulize, je, polisi wanaangazia sheria ambao imewabuni wao na utaratibu ambao wanafaa kutenda kazi? Naam, asante. Aha, Ka, Kawive, wewe ni afisa mkuu mtendaji wa Inuka Kenya ni sisi. Uh, kwanza kabisa, umekuwa ukifuatilia hi, hi uh, hiki kisa cha mauaji ya Albert Ojwang, kisa hiki kimekufanya uwe na taswira gani kuhusiana na idara ya polisi? Ni kwamba idara ya polisi iko juu ya sheria ama kuna maafisa ambao hawawezi kugusika ama hawezi kuguswa? Kwanza kabisa, uh, lazima tuanze kwa mali uh, kitengo cha polisi kilianzia, kwamba kitengo hiki kilianza wakati wa ukoloni, na aswa haja ya kuunda kitengo cha polisi ilikuwa ni kulinda uh, wakoloni na mali zao. mm -hmm. na kudhulumu wa ambao wana wanakiuka vile wakoloni wanataka. mm -hmm. Kwa hivyo hicho chanzo cha kitengo cha polisi katika ukoloni mpaka sasa tumekiona kikiendelea. mm -hmm. kwa sababu madai kuwa Mojwan mm -hmm. ali, uh, ali... kawive ka naarifiwa na kwamba uh, Mikrofoni yako ina tatizo kidogo, acha tuirekebishe kwanza. Uh, Makanga, we ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Je, kuna mapungufu yoyote katika idara ya polisi ambayo yamejitokeza zaidi katika kesi hii ya, ya Ojuang ama ni mapungufu ambapo ambayo yamekuwepo tu, ni vile ambavyo tumekuwa tukiyapuuza? Um, asante sana. Uh, nikasema ya kwamba kuna maneno mengi ambayo imetokea kutokana na ili jambo na mambo mengine lazima ishughulikiwe haraka iwezekanavyo. Nakumbuka kumbuka mimi nikiwa ni ndani ya jeshi la polisi kuanzia mwaka wa 1980 kutoka 2000. Hapo wakati ya 1980, naona kikosi cha polisi kilikuwa kinafanya kazi kwa kwa njia ambayo inatakikana. Kwa mfano ningesema juzi ya kwamba, kwa mfano kama ungekuwa unaenda promotion na ipatikane ya kwamba wewe ni Mluya, na kuna promotion imetokea na nitakana wapiki mtu mwingine, utapata kwamba hawangepiki Mluya, walikuwa na hiyo, inaitwa tribal balancing. mm -hmm. Lakini sasa hapa kazi ya polisi imeharibika kabisa, kabisa, kabisa. Kwa sababu kwa mfano sasa vile nimeona kwa mtandao bila watu wanalamika ni kwamba Nairobi area Mm -hmm. Karibu ma OCS wote wanatoka katika jamii moja. Mm-hmm. Debit OCS wanatoka katika jamii moja. Mm-hmm. Kadri wanasema karibu 90% ama 80%. Na wakati kasi ya polisi inafanywa kijamii, Sasa unapata kwamba kasi ya polisi itaharibika. Mm-hmm. Sasa ukiangalia kama centro. Sasa tuje kwa east. Utapata kwamba OCPD anatoka katika jamii moja, OCS katika jamii moja. Vitu kama hivyo na maneno inaharibu kasi ya polisi. Mm-hmm. Na sorry <coughs> Kuna vitu ambavyo vimejitokeza kwa mpangilio wa kazi katika Central Police Station, ukiangalia unaona ya kwamba Um, makosa ya kwanza kulikuwa na ile ilikuwa inaitwa refresher, yani, kama wewe ni AP ama kama wewe ni GSU na unaingia katika kitengo cha polisi ulikuwa unapelekwa kiganjo miezi mitatu ili uelewe mpangilio wa kazi wa polisi ili usikosee, lakini utapata ya kwamba wale ma AP ambao waliingia katika kitengo cha polisi, makosa yote ikitokea sasa hivi hao ndio wanapatikana mkumba mkumbaya. So utapata ya kwamba kuna vitu kadhaa kadhaa ambavyo hazifanywi kwa njia ambayo inatakana ifanywe kulingana na mpangilio wa kazi ya polisi polisi na vile force standing orders huwa inafanya na imeanika jeshi la polisi. Kwa mfano unaona, kituo cha polisi ya Sendro kinaambia uh, inspector general mzima, inspector general mzima unamwambia kwamba mabuzu alichungua kwa ukuta na mkubwa anakuja anapeana same statement kwa media, then baadaye kina muumania Parliament anaambia kwamba apologize. So inakuhamisha kwamba kule chini kumeoza, kumeoza, kumeoza, kumeoza, kumeoza, lakini itakuwaje kwamba kama unavyosema kuna maafisa waliosema kwamba uh, huyu Albert Ojwang alijigonga kwa, kwa ukuta na akafariki, na kukawa na mtaalamu wa maswala ya mawasiliano ambaye ni msemaji wa polisi akatoa taarifa akisema hivyo, na kisha uh, wakuu wa usalama nao wakatoa taarifa hiyo. Ni kwamba hawa wakuu hawaulizi maswali Nakwambia kwamba sasa, unaona kwamba kuna watu walikuwa na karibu kufanya ile, kwa kimombo nasema cover up, cover up. Lakini sasa naye sasa hivi kwa sababu ya mtandao, kwa sababu ya mambo ya teknolojia, kwa mfano tuseme, wale walimpeleka uchwanga kama amekufa kule Bakazi, unaona ile information ilipeanwa

lakini sasa sasa hivi unapata ya kwamba tumepaki tu pale pale tu na dunia inaendelea kufanya nini? Kupatilika, tunaongea maneno ya teknolojia kwa upande ya, ya masimu kwa upande ya crime kila kitu ikifanyika. na kwa sababu ya teknolojia ndio maona ya kwamba mambo ya uchwanga imejitokeza tu. Uh, kihivihivi ndio unaona ya kwamba wale ambao walienda senta kwenda kuharibu ile CCTV camera walipiga mhesabu wakaona ya kwamba kama hiyo kamera ikipatikana inaweza kusema ukweli na Wakenya wajue vile ukweli vile maneno ilienda. mm -hmm. mm. Nam, bila shaka, mtazamaji, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mengi zaidi.